Jana kulikuwa kuna sakata ambalo lilikuwa linaendelea pale Wasafi FM ambapo alikuwa hapo Baba Levo, ambapo hilo swala lilikuwa linahusu hasa wale watu ambao walikuwa ndani ya Wasafi label, lakini baadaye wakatoka kwenda kujipambania. Lakini Baba Levo wakati anapiga ile exclusive interview uh, ndani ya mjengo wa Wasafi FM aliweza kabisa kuwataja majina, na alisema hamwogopi mtu, akaanza kwa kumtaja Lukamba, akasema kwamba Lukamba ni moja kati ya wa watu ambao waliamini watatoka Wasafi lakini baada ya hapo wakisha toka pengine wataenda kutobua zaidi. Kumbe hawajui wakiwa kwa Diamond ndipo wanapata exposure kubwa, pamoja na followers, wanapata umaarufu, lakini pia wanakuwa brand. Lakini baada ya hapo kama wakitoka wakizani watakuja kuwa brand hilo wasahau kabisa, wakienda huko basi ndipo wanaenda kupotea yani, ni kama vile wanajipeleka potevuni wenyewe. Sasa Baba Levo, baada ya kuongea maneno hayo, imeweza kuibuka sintofahamu kupitia mtandao wa Instagram ambapo yametokea majibizano hayo kati ya Baba Levo pamoja na Luka Kamba mwenyewe ambaye alikuwa ni mpiga picha wa zamani wa Diamond Platnumz. Tutakuachia hizi zote, utaenda kusikiliza moja kati ya interview ambayo alikuwa anafanya pia Mr. Fighter naye aliweza kuingilia kati ile swala, akaongelea jinsi alivyotoka kwa Diamond na ilikuwaje, je? Alikuwa ananyanyaswa au vipi? Aliweza kuongea sana mambo mengi, hizi interview zote na kusogezea mwanzo hadi mwisho ukapata kulifahamu ile swala kwa karibu likoje. So baada ya Baba Levo kuongea maneno haya katika exclusive interview ambayo alikuwa anafanya Wasafi FM. Watu wengi wakiwa karibu na Daimondi wanaona maisha ya huku nje ni mepesi, yani ni malaini, kwamba yani hata nikitoka hapa kwa Daimondi naenda huku mtafanya vitu vya mkirahisi. Lakini ukweli ukiangalia, watu waliotoka kwa Daimondi wote ambao walikuwa hapa kwa Daimondi wako vizuri, wana hey, hey! Kijiji akitoka, ukimpa wiki tatu, mwezi, mwaka. Unazungumzia kwenye sanaa au unazungumzia, tunazungumzia watu walio kazini, tunazungumzia watu waliofanya kazi na Daimondi mm. alafu wakatoka kwa Diamondi awe nimpiga picha, tuanze labda nikutajie watatu au wawili yote tuanze, Lukamba. Unamjua Lukamba wa Diamond Platinum? <laughs> piga picha, Lukamba, unamjua, piga picha watu wote. Lukamba aliweza piga mashamsham na nini, nafungua ofisi na kila kitu ku kujibiwa na Lukamba kupitia peji ya Instagram ambapo Lukamba alianza kwa kuposti interview ambayo alikuwa anafanyiwa Mwarabu Fighter. Alipoposti hiyo interview ambayo alikuwa anafanyiwa Mwarabu Fighter, ambayo ilikuwa ni bodyguard wa Diamond Platnumz, akaipa caption akaandika juu kwamba, Baba Levo, nadhani umeelewa sababu kwa nini huwa wanashuka vijana, wanajituma sana ila maslahi madogo sana, hao watu wanafamilia kama wewe acha ubinafsi. Akaweza kuandika hivyo caption ambayo aliipa katika interview ambayo aliweza kuiposti kupitia Insta story. Hakuishia hapo. Lukamba akarudi tena akaandika hivi, hapo -hapo. kupitia um, Insta story. aliweza kuandika hivi, kuna visokonoko fulani hivi wanasema anatafuta kiki hasa kiki ipi? Afaka flash na emoji mbili za kucheka, akaendelea kusema kwamba nani kaanza kunitaja watu na ndevu na mapua makubwa kama tundu la choo, afu akamalizia kwamba Lukanyoko Lukanyoko, ofisi iliwauma sana mpaka mkanitengenezea kesi. Hivyo ndivyo akamaliza kwa kuflashi imoji kama vile sita hivi za kucheka. Baada ya hapo Lukamba huyo huyo akarudi kuja kuandika hii hapa picha ambayo ilikuwa inasomeka ya kwamba imajini madensa wamehaswa miaka kumi bila chochote maskini, mpaka wamekimbia zao Marekani. Mwaka mmoja wangekufa na njaa maskini. Papilon si juzi tu hao, hujawaona? Ni Lukamba tu staki shobo, jamani. Hivyo ndivyo akaweza kuandika Lukamba kupitia peji yake ya Instagram, Insta story. Lakini baada ya kuandika hivyo, akaja akajibiwa na mwanadada Eva the Bossy. Uh, ni presenter huyu kutokea Wasafi na Wasafi TV ambaye ni presenter mkubwa naweza ngasema kwamba ni presenter tegemezi maana hata pia ameweza kutoka kupitia helens mbalimbali akiwa nominated kama presenter bora katika kanda ya Afrika Mashariki. Sasa Diva the Boss aliweza kuandika message akimwandikia moja kwa moja Lukamba ambaye hiyo message iko inasomeka kwamba mdogo wangu Lukamba wema huwa hauozi regardless. Hapo kaendelea kusema kwamba listen up. Watu tumeacha kazi sehemu na tunaendelea, ona watu hao ni familia sababu wana mchango mkubwa katika maisha yetu kufika tulipo. Beba yaliyo mema, ishi nayo Lukamba, na kuita mara tatu, kumbuka kwamba Diamond Platnumz alikutendea wema sana na hupaswi kusahau. Safari zako zilizovuka mipaka, ulienda hadi Marekani na nchi ya nje zingine hazikuwezekana fursa ambazo zilikufungua milango ya kushirikiana na wasanii wakubwa duniani kupiga picha na wasanii hao wakiwa na Diamond Platnumz, ni kitu kikubwa sana. Hii ilikuwa ni hadithi ya mafanikio ambayo inakumbusha umuhimu wa kutambua wema na msaada ambao unakuja katika njia yako hata wakati usiotarajia. Usikose kukumbuka mchango wake kusema vibaya kisa mtu mmoja kakutaja kwa njia yake wakati yuko katika eneo lake la kazi, sio sio sawa kuingiza wote na kukosoa adabu. Alafu Diva the boss akamalizia kwa kusema ya kwamba dumisha wema na watu waliokutendea, huo ni ukumbusho wa jinsi uhusiano ni msada mzuri unavyoweza kubadilisha maisha na kuleta mafanikio makubwa. Baada ya kuandika hivyo Diva the boss, sakata hili halikuishi hapo, likaendelea lukamba huyo huyo akarudi akasema ya kwamba walipeni watu vizuri watu wanajitoa sana wanafanya kazi nzuri ambazo mpaka leo mnajivunia kazao, mashamsham ya nani atakula usta. Usta bila hela wa kunishusha hapo nawakumbusha naitwa kaka wa taifa uongo, uongo tu kuongopea watu wafanyakazi wote wamekimbia katafuteni lukamba wa marekani simna hela kila mtu afe na chake wanafiki nyie na msije kusikia eti alteza mlinipa bure afu akamaliza na imoji tatu za kucheka. Sasa baada ya hapo official Lukamba, sakata ilikuja kuwa kubwa, na hii ni baada ya kila ambacho kimeendelea mpaka sasa cha Lukamba pamoja na Divas the Boss na Baba Levo ambao wameonekana kama vile wanampinga Lukamba. Lakini baada ya hapo nimekuwekea interview hizi hapa, wakati Lukamba amemposti Mwarafaita akiongea Uh, ntakuachia kusikiliza lakini baada hapo utaweza kushusha komenti yako. Mimi ni Todd s, upi mwelekeo wako kuhusiana hili paswala? Shusha komenti yako kupitia comment section. Hii hapa ni Blue House. Asante. Diamond kwenda kwenda kujipambania mwenyewe hata kama nitapata kidogo weeweaaa mm. na ki kwenda kujipambania mwenyewe mm, hata kama nitapata kidogo mm, lakini watu wanajua kabisa na na mm, ni niongeze ufahamu maarifa, mm. nijue ninatokaje hapa mm. na kwenda kujipambania mbele. <coughs> Yule Lukamba kwenda Marekani tena, mi nawambia ni hivi, akienda Marekani Lukamba mji hapa Wasafi hapa, mnaweza mkanita mbwa nikiwa niko hapa hapa Wasafi, Lukamba hapigi picha kama Kifesi. Unamjua Kifesi vizuri, we hensam boy. Kifesi nini, yuko wapi Kifesi? Kifesi yuko wapi? Yupo anafanya kazi zake ndogo ndogo, tofauti na ile Kifesi. Kifesi kwao lazima uangalie mtu ambaye anakupa exposure anatumia maela yake anakukatia matiketi. Kwa hiyo matiketi, unajua nauli ya kwenda Marekani na kurudi. Nauli ya kwenda kwenda Marekani Marekani na kurudi itakugharimu karibia a milioni nne tano, kwa sababu unajikuta kwa siku zako tatu nne Imeondoka zaidi ya milioni tatu nne nyingine, kwa Lukamba atumie milioni kumi ishirini kwenda Marekani tu kuzurura.